Katika mfumo huu sasa wa ujazaji wa fomu kwa njia ya kidigitali ulikuwa na changamoto za hapa na pale. Sasa changamoto hizi nadhani zinatokana na uelewa tu wa namna gani na kuweza kujisajili na mifumo ambayo baraza limeweka katika maana ya, ya mifumo ile ya ya, ya kidijitali. Hivyo basi ili kuweza kuhakikisha kwamba jambo hili kwa linakaa vizuri na eh, waandishi wa habari wanapata haki yao haki yao vizuri zaidi ya, uh, ya kujisajili. Kama ikiwapendeza Baraza la Ithibati yes, ikaongeza muda wa kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanapata muda mzuri wa kuweza kujisajili, kwa sababu hapa na pale, na pale wengine walikuwa na changamoto za hapa na pale katika maana kuingia katika mfumo na kuweza kujisaidia na hivi karibuni tulipokea mwongozo kutoka Umoja wa Press Club Tanzania, kwa sababu nao walipokea malalamiko mbalimbali juu ya uh, changamoto za, za, za kimfumo, namna namna gani ya kuweza kuingia mauu wakweli, ni mzuri, lakini kwetu tuna changamoto kidogo. Changamoto yetu ni katika usajili, katika usajili pale tunajikuta tunaingia vizuri, tunaingiza email, ingiza strong password Kweli uta change password yako utakuwa na password nzuri, lakini baadaye utaambiwa sawa, moja sajili, unasubiri unasubili kuletewa namba za kuthibitisha. Ukiingia katika kuthibitisha pale, sasa ndo panakuwa pagumu, unaambiwa umekosea, umekosea. Ukiwa siku unapewa muda saa zima kwa kusubiria, au dakika ngapi za kusubiria, ili uweze kuji kuingia tena. Ukijaribu tena, unaambiwa imekosea, sasa akujaelewa pale kuna shida gani? Wakati huko tayari ushaambiwa tayari umeshajisajili huko unaambiwa bado. Lakini pia swala nyingine ni swala zima la muda. Muda uliowekwa bado unatuchanganya, hatuelewi. Tunaona bado ni siku chache, kwa mfano kama leo mpaka tarehe ishirini na moja hapo sio mbali, na wengine bado tunasumbuka kabla ingia katika huu mfumo, hata katika hatua za mwanzo bado tutaingia. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano kuongezewe muda, lakini pia mfumo huu uwe endelevu kwa usajili kwa waandishi wa habari. Mfumo huu ni mzuri, lakini kutokana na changamoto ambazo zimewakumba waandishi wa habari wengi wakati wanajisajili, uongozi wa baraza ilitakiwa uwajengee uwezo viongozi wa Press Club mikoani ili kurahisisha ujazaji wa fomu hizi kwa njia ya mtandao.